Kupita Bahari ya Shamu, Kutoka 14. Baada ya miaka mingi ya utumwa, machozi na vilio katika nchi ya Misri, hatimaye sauti ya wana wa Israel ilifika mbele za Mungu. Wamekuwa watumwa chini ya Farao kwa karne kadhaa, wakinyimwa uhuru, wakifanyishwa kazi ngumu bila huruma. Waliokuwa watoto wa ahadi ya Ibrahimu, sasa walionekana kama watu waliotelekezwa lakini Mungu hakuwa sahau. Kupitia mtumishi wake Musa, Mungu alianza safari ya ukombozi. Mapigo kumi makali yaliitikisa Misri, kuanzia damu katika mito hadi kifo cha wazaliwa wa kwanza. Kila pigo lilikuwa ujumbe wa Mungu kwamba hakuna Mungu mwingine anayeweza kusimama mbele zake. Farao, licha ya maonyo, alikataa kwa ukaidi kumwachia Israeli waondoke. Lakini usiku wa mwisho ulikuwa tofauti. Ndiyo usiku wa pasaka ya kwanza, ambapo wana wa Israeli waliambiwa wajipake damu ya mwanakondoo katika mihimu ya milango yao. Kifo kilipopita Misri, nyumba zilizokuwa na damu ziliasazwa. Wazaliwa wa kwanza wa Wamisri walikufa, kuanzia nyumba ya Farao hadi nyumba ya mtumwa. Kilio kilisikika katika nchi yote ya Misri, na Farao akalemewa kwa hasira na huzuni akasema kwa Musa, ondoka, nendeni, tokeni katika watu wangu, nendeni mkamtumikie Bwana wenu. Ilipokuwa alfajiri, wana wa Israeli walikusanya kila walichoweza kubeba: unga, mikate isiyo na chachu, nguo na vyombe vyao. Waliwahi kwa amri ya Mungu, waliondoka Ramesis wakielekea Sukoth, idadi yao ikikaribia watu laki sita wanaume pamoja na wanawake watoto na mifugo mingi. Walionekana kama wimbi kubwa la watu, taifa zima likisogea kuelekea jangwani, wakiimba nyimbo za furaha, macho yao yakiwa yameelekezwa katika tumaini jipya. Lakini walikuwa bado hawajajua kwamba safari yao haikukuwa rahisi. Mungu aliwapeleka kwa njia ya jangwani kuelekea bahari ya Shamu badala ya njia fupi kupitia nchi ya Wafilisti. kwa macho ya kibinadamu njia hiyo ilikuwa ndefu yenye hatari, lakini Mungu alijua mioyo yao, kwamba wangeweza kuogopa vita na kurudi Misri. Mungu alitangulia mbele yao mchana kwa nguzo ya wingu ili kuwaongoza, na usiku kwa nguzo ya moto kuwapa mwanga. Hivyo walitembea mchana na usiku bila kupotea njia. Wana wa Israeli walipofika karibu na bahari ya Shamu, wakapiga kambi karibu na Pi-Hahirothi kati ya Migdol na bahari kuelekea Baal Safoni. Walijua wamepata pumziko, lakini walikuwa hawajajua kuwa Mungu alikuwa na mpango mkubwa kuonyesha nguvu zake. Wakati huo huo huko Misri, habari zikaenea kwamba wana wa Israeli wamepotea jangwani. Farao alipata taarifa hizo, moyo wake ukageuka, alijuta kuwaruhusu waende. Akasema kwa majamadari wake, tumefanya nini? tumewaachia watumwa wetu waende? Sasa nani atafanya kazi zetu? Ghadhabu na kiburi vikamjia tena, akaamuru magari yake ya vita, magari mia sita yaliyo bora zaidi na magari mengine yote ya Misri yaandaliwe kwa vita. Mapanda farasi, majemadari na askari wote wakaandaliwa kwa vita. Mlio wa farasi na kelele za silaha zilisikika kote Misri. Farao mwenyewe aliongoza msafara huo akiwa na uso wa hasira alitaka kuwakamata tena wana wa Israeli au kuwaua kama adhabu ya kujaribu kumpinga. Lakini walipokuwa wamepiga kambi kandokando kando ya bahari, wana wa Israeli wakaona vumbi likiinuka mbali jangwani. Jeshi kubwa la Farao lilikuwa likisogea. Mlio wa magari ya vita, miguu ya farasi na kelele za askari zilionekana zikikaribia. Hofu kubwa ikawajaa watu, waliinamisha macho yao wakamwona Musa. Wakalia kwa hofu wakisema, Je, hapakuwa na makaburi kule Misri hata umetutoa tufe jangwani? Ni nini hii umetufanyia kututoa Misri? Je, hatukukuambia huko Misri tuache tukawe watumwa wa Misri kuliko kufa jangwani? Woga wao ulikuwa wajunga na remba. Mbele yao kulikuwa na bahari kubwa na nyuma yao jeshi lenye nguvu. Walisahau haraka matendo makuu ya Mungu walioyaona huko Misri. Lakini Musa akiwa na uso wa utulivu na imani ya kina, akainua sauti yake, akasema, msiogope, simameni tu, mtaona ukovu wa Bwana leo. Wa Misri mnaowaona leo, hamutawaona tena milele. Bwana atawapigania nyinyi, nanyi mtanyamaza kimya. Maneno haya yalitua mioyoni mwao kama upepo wa faraja. Musa alikuwa na imani kamili kuwa Mungu hatogeuka nyuma. Mungu akamwambia Musa, kwa nini unanilia? Sema na wana wa Israeli waendelee mbele. Wewe inua fimbo yako uinyooshe mkono wako juu ya bahari uigawanye, wana wa Israeli wapite katikati ya bahari katika nchi ya kavu. Wakati huo, nguzo ya wingu iliyokuwa mbele yao ikasogea na kusimama nyuma yao, kati ya kambi ya Waisraeli na Wamisri. Upande wa Waisraeli kulikuwa na mwanga wa moto, lakini upande wa Wamisri kulikuwa na giza kuu. Hakuna jeshi liliweza kusogea. Musa akaunyanyua mkono wake juu ya bahari, na upepo mkali utoka mashariki ukavuma usiku noche, bahari kubwa ikaanza kugawanyika. Maji yakainuka kama kuta mbili kubwa upande wa kulia na kushoto, na katikati kukawa na ardhi kavu. Ilikuwa miujiza ambayo hakuna mtu aliyewahi kushuhudia. Wana wa Israeli wakaingia katikati ya bahari kwa miguu, wakiangalia ukuta wa maji ulioinuka pande zote. Watoto walishangaa, wazee walitetemeka, lakini wote walitembea kwa imani. Kwa upande wa pili, moto wa Mungu uliendelea kuwazuilia Wamisri hadi usiku ulipopita. Alfajiri, Farao akaamuru jeshi lake liwafuate. Wamisri wakaingia ndani ya njia hiyo ya ajabu, magari yao ya vita, farasi na wapanda farasi wote. Lakini Mungu akaanza kuingilia kati, magurudumu ya magari yao yakashikana na mchanga yakawa mazito, farasi wakaanza kukimbia kwa taabu. Majamadari wakaona hatari, na wakalia tukimbie, mbele ya Israeli Bwana anawapigania! Lakini ilikuwa tayari. Mungu akamwambia Musa, nyoosha tena mkono wako juu ya bahari, maji yarudi juu ya Wamisri, magari yao na wapanda farasi wao. Musa akaunyanyua mkono wake, na mara maji yakarudi kwa kishindo kikubwa. Bahari ikafunika magari wapanda farasi na jeshi lote lililokuwa limeingia. Hakuna hata mmoja aliyesalia. Farasi walipiga kelele, askari walilia, lakini nguvu za Mungu zilitawala juu ya bahari. Ndipo ukimya mkubwa ukatawala, mawimbi yakatulia na upepo ukaacha kuvuma. Upande wa pili, wana wa Israeli walikuwa salama, wakiangalia kwa mshangao na heshima kuu, walisimama kimya machozi yakitiririka kwa kitambua kwamba hawakuokolewa kwa nguvu zao bali kwa mkono wa Mungu. Baada ya ushindi huo wa ajabu, Musa akawaongoza watu kuimba wimbo wa pisa: nitamwimbia Bwana kwa kuwa ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu na wimbo wangu, yeye ndiye wokovu wangu. Bwana ni mtu wa vita, jina lake ni Yawe. Miliamu dada yake Musa akachukua matari mikononi mwake na wanawake wote wakafuata wakicheza kwa furaha, wakisema: mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Kilio cha furaha kikasikika jangwani. Walitambua kwamba walikuwa watu huru, si tena watumwa, bali taifa lililochaguliwa na Mungu. Kisa hiki kinafundisha mambo makuu ya kiimani. Mungu hufungua njia isiyowezekana Wakati wana wa Israeli walikabilishwa na bahari mbele yao na maadui nyuma yao, Mungu alifungua njia katikati ya maji. Ni somo la kwamba hakuna kikwazo kikubwa sana kwa Mungu. Imani katika wakati wa hofu, Musa hakutikiswa, alijua kuwa Bwana hatoshindwa. Wakati mwingine Mungu huruhusu tufike mwisho wa nguvu zetu ili atukumbushe nguvu zake. Utii kwa amri za Mungu, Waisraeli walitii wakaenda mbele, hata bila kuelewa na wakapona. Utii huleta okovu. Kiburi kinaharibu. Farao pamoja na kuona nguvu za Mungu alikataa kunyenyekea. Kiburi chake kilimsababisha kuangamia. Mungu ni mkombozi. Bahari ya Shamu inabaki kuwa mfano wa wokovu wa Mungu kwa mwanadamu. Kama vile Waisraeli walivyopitia kutoka utumwani hadi uhuru, vivyo hivyo Mungu humpitisha mwanadamu kutoka dhambini hadi wokovu. Siku ile wana wa Israeli waliona mkono wa Mungu ukiwaokoa, walimcha Mungu na wakamwamini yeye, pamoja na mtumishi wake. Kutoka pale safari yao ikaendelea kuelekea jangwani, kuelekea nchi ya ahadi, safari yenye changamoto mingi, lakini sasa wakiwa na imani thabiti kwamba Mungu wao ni mwaminifu. Mwangaza wa jua ulipozama juu ya bahari iliyotulia walisimama, wakiitazama bahari ambayo ilionekana kuwa mwisho wa maisha yao sasa ilikuwa ishara ya wokovu wao.